So nataka ujue ufahamu neno hili. Usiku wa kuamkia leo nimetoka Mbezi Beach. then mid of muda wa saa tisa kusta kumi. I was praying and meditating the word of God. Then it came something from the Lord wakati tafakari neno hili, it came something very profound. I heard the voice of God saying unto me something very amazing and actually the scripture what, that I was reading ilikuwa ni kitabu cha Isaya 54:17. A common scripture, a common verse. Amen. Then, I can see it Isaiah. Kila silaha itakayofanyika juu yako haitafanikiwa kila silaha itakayofanyika juu yako haitafanikiwa, uh-huh. sila... haita na kila ulimi utakaoinuka juu yako katika hukumu, utahukumu kwa mkosa na vitu viwili kuna, kuna silaha na ulimi. Kwa hiyo mtu anaweza kupigwa na ulimi au silaha amgongesamel kila silaha itakayofanyika juu yako haitafanikiwa, si ndiyo? Amen. Praise God. So nikiwa nasoma mstari nikataka kuomba. Amen. Kila silaha itakayofanyika juu yangu haitafanikiwa. Akanibia stop, stop. Stop. Amen. Amen. Then nikaanza kutafakari, watu wote hapa tusha kuwa maombi haya au ushakuomba si ndio? Amen. Amen. Amen. Anasema maneno haya ni Nabii Isaya. Then anaambia nask, anatokea mtu mmoja unamka asubuhi nyumbani kwako, unakutana na paka saba. Amen. Amen, mijusi kumi na ilizi mbili unaanza kila silaha itakaofanyika juu yangu haifanikiwi, kila silaha itakaofanyika juu yangu haifanikiwi. Praise God then. <laughs> Unamka asubuhi, kichomi kinauma, kila silaha nasema itakaofanyika juu yangu haifanikiwi, juu yangu haifanikiwi. Naisha kuwa mambia namna ile, naisha mkono Najua kwa wengi mambo haya nasema, kila silaha itakayoundwa juu yangu haifanikiwi. Imeandikwa, kila kila silaha itakayofanyika itakayofanyika juu juu yangu haifanikiwi. Eh, sala haifanikiwi, haifanikiwi. We have been praying that prayer for the couple of years. Amen, amen, but but but but but sema, then Jesus told me something. Yes. Yesu akaniambia jambo la ajabu sana. Kila silaha itakayofanyika juu yangu haitofanikiwa. Hiyo ni level ya watu fulani. Yes. But for me, sema eh. Uh-huh. Yaani hakuna kiwanda cha kufanya silaha. Even a possibility to form a weapon. Yes. Is nothing more. Yes. Yaani silaha haiwezi kufanyika. Yes. No weapon can be formed. Yes against me hiyo yes. Ni level ya kwamba silaha kwangu, hakuna silaha ya kufanyika juu yangu, ni kwa wengine, not me yes. Praise God, hiyo ni level ambayo hakuna kiwanda cha kutengeneza silaha ya kwako. Akipo, hiyo ni level nyingine. Praise God. Yaani wakituma uchawi ni kwa ajili ya wengine, we ni untouchable.

Hakuna mganga hakuna kiwanda cha kumzalisha mwanga hey, au mganga au mchawi wa hey, kuniroga mimi kuanzia leo ni wa wengine sisi. Hata wazo la kumba silaha hawezi kuwa nalo kabisa, hata idea hawezi kuwa nayo, kwa sababu sisi hakuna silaha, bali sisi tunaunda silaha. They have capability to to to to form Amen. To sharp, Amen. To sharp, Amen. To form sharp any weapon against you Amen mkono wako Bwana Yesu, naingia naingia nyingine nyingine, elewa, punga mkono wako juu, sema Bwana Yesu, naingia level nyingine. Ukikutana na paka, hata kama anakuja nyumbani kwako, ndiyo pengine atafuta mfupa kabisa, sio silaha. Sema. No, no, no, no, no, kwa wachawi wote eh, ni wa wengine eh, eh, wa wengine shikina, wa wengine wengine ndio, sio sio sio wako wewe wewe wewe kabisa, wanga wote ni ni washikina, why because we are untouchable unstoppable Amen. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Amen. Sema ah ha ah. ah. ah. ah. ah. ah. ah. ah. ah. Yaani hakuna jini ndio, wala pepo e, linaweza kufanyika ndiyo. Hakuna pepo la dizani yako wewe kabisa. Hakuna uchao wa kufikia wewe. Hakuna mganga anaweza kaandaa jini la kukamata wengine you kukamata wengine ndio kila mmoja leo unabadilika, kila mmoja utashinda, utafanikiwa, utakuwa na hela, utakuwa na everything. Amen. after today your life shall be transformed. Not could be transformed. Not will it be. But it shall it be, shall yes. Yes. Hakuna kiwanda. Ndio. Hakuna mganga. Kabisa. Au kuzaliwa au kutengenezwa kwa ajili yako. Bali wewe umetengenezwa kwa ajili yao. Amen. Yes. Praise God. Amen. I'm coming. Yes. Bwana Yesu. Leo naingia level nyingine. Naingia dimension nyingine. Hii sio ya kawaida. Hii sio ya kawaida. Bwana Yesu. Hizo silaha ni za wengine. Jamani nyumba yetu, atuolewi. Kweli.

Yes. Nimemwamuru mwanamke mjane akulishe. Yes. Elia ana njaa, Mungu anaamuru mwanamke nini? Mjane akulishe. Kila om naliomba Mungu kuna mtu anamwamuru kwa ajili yako. Amen. Kama taka biashara, kuna mtu atamwamuruua biashara mtaji. Amen. k shikamboni ja nashuhudia leo asubuhi nimotebia kwamba kuna mtu atakuja atakuletea pesa ya mtaji. Yes. Akasema atatoka wapi? Nikamtajia na jina. Baada ya mmbia Kigamboni anasemawakati Jumamosi jana walikuwa kwenye mazoezi, akaonai inaingia akasema, dada tafadhali, nataka mazoezi kanisani. Akasema, tafadhali, nina hela yako, sina utulivu, nimebeba hela yako. Akasema ndio nikute hapa. Akamkabidhi hela akiwana rafiyoa kwenye mazoezi ya mtaji puna onowako ju Sa Bwana Yesu asante. Bwana Yesu asante. Asante. Asante. Asante. Asante. Nimesema silaha haiumbwi. Hakuna jini la kuwataki wewe, wala uchawi. Hii leo inaishia hapa. Yaani hiyo vita inaishia hapa. Kila mahali wewe unakwenda kuovercome. Praise God.